awanaingia owasoda e, vedete kabisa ya FRDC, inaingia, inaingia na basoda e, but... Ujambo ndugu, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wetu, ni Reality Mambo TV, kituo cha habari chako ili kukupasha habari ambazo zinazozidi kuendelea na, na tumaini ya kwamba wewe ni vema kabisa katika afya yako na ifo ukiwa katika hali nyingine au maeneo mengine katika ulimwengu mzima, basi tu unatufuatilia kwenye runinga yako, ninakuomba kuungana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, ikiwa leo tariki 19 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026, basi uungane nami pia hata kwa kubonyeza alama ya subscribe ili unapata habari zetu mapema na kuweza pia kubonyeza hata alama ya kengele ili ya kwamba uko unapata habari zetu katika muda mwafaka wakati tu tunapokuletea tunapatikana mashariki mwake DRC Kivu ya kusini hususani zaidi ni kupashe habari mashariki mwake DRC huko Kivu ya kusini. Na mara moja nisichukue muda wako, lakini ni kuanzie mara moja tarafani Uvira, ambako hali ya usalama leo hii tariki 19 mwezi wa kwanza mwaka 2026 wanaendelea kuwa salama salamini jinsi unavyoonyesha katika wakati huu na kuonyesha ya kwamba hata wasiwasi mkubwa ambao ulikuwa kabla, lakini kwa sasa imekuwa furaha, shangwe, nderemwa na vigeregere katika mji wa Uvira. Wananchi wanaonekana hakuwa na amani na kutulia mioyo yao kwa kutokana na hitaji lao limeweza kusikika na hivyo kuweza kujibiwa ni kuonyesha kwamba katika mji wa Uvira ambako waasi wa FCM 23 walikuwepo, lakini hivyo kuweza kuondoka na jeshi la Fardese hata wakiungana na wazalendo kuweza kuingia katika mji wa Uvira. Ni kuonyesha ya kwamba Uvira mzima yametapakaa na wanajeshi wa Fardese na wazalendo wakiweza kabisa kuchukua milki katika mji wa Uvira, na hivyo kuweza kuonekana boti zao za wanajeshi ambazo zimeweza kuonekana kutoka katika mji wa Baraka tarafani Fizi kuelekea huko Uvira, ikiwa tu kwa maslahi ya kwamba wapate kuweka hali ya usalama kuwa salama kabisa salamini katika mji huo. Ni kuonyeshe boti hizo ni za waaskari, kwa jina lingine wanaita mara mbo, na hivyo kuweza kuonekana kushuhudiwa kuingia katika mji wa Uvira.

Yoi natoka Makobola, Makobola ndio walikuwa Makobola. E, jeshi ya taifa sasa inawasili na wasili, wasili. E, wanaingia kwenye poro bandari ya Kalundu ya Kalundu, e, sawa sawa njaba wanaingia sa moporo bwaba vedete ya kwanza ya FRDC, FRDC. Ila kutokana na mtazamo wa ndani umeweza kabisa kuonyesha mara ngapi kuondoka kwa waasi hao wa FCM 23 ambao walikuwa wanashikiliwa mkono na Rwanda na hivyo kuondoka kwao kumeweza kuwa kitu cha kutatanisha sana, na kuweza kuonyesha tahadhari ya kwamba upate kuwa mtazamo wa ndani, kuweza kuonyesha kwamba waasi wa FCM 23 wanakuwa wanalala kwenye siasa. Kwa hiyo watu wa makini katika mji huo wa Uvira isiwe shangwe tu, lakini kwanza waradisi mambo kutokana na jinsi inavyoendelea. Huo ni mtazamo wa ndani. E basi, na tufuatilie habari ziko na sirkile kwa mai mai yuko na tuma ni za kweli, na mimi pikinisha hizo picha hapa kumonima, nasikia ni za kweli, ni za kweli, lakini ni kesho kwenzia analize huko ku... kujua kupigana vita na kuko ku Kusomea vita ni kitu tofauti. Vile ndio ona, vile ndiyo wazalendo na mzalendo umoya anakuwa anatoka ngambo za Kalundu, watu wanamfuata, anaenda direct mpaka watu wanamfuata, kamvivira kwa wanamfuata, namtanikia ningine hivi chl chom bengine sasa, niko na registre hiyo audio nikupe biko hapa kusempon

Mwiko na bibi na mwiko na bwana anacheza ka karte ai, anaweza kupatia anaweza kupatia bibi, kumbe anawakiana na bwana na yeye, kama bwana ata seleksione ma karte zenye wanawakiana nazo. Unaona ile pigo vile, alors tu julize hivi bana, iva bana, tosha bana tosha, wengine mlengi wote walikuwa umu nasikia, kisha wengine mlengi yuko nasema say retour, yuko naambia watu retour. Sasa ile inamaanisha nini? na vile na bandugu yetu bazani ndo banaingie fardesaya ingie nasikia na waza Mungu nasikia masaa banaingie. Sasa jinsi banaingie na ile ile kutuambia retu inamaanisha nini? ndio banatosha wenye mlingi wote na vitu yao vyote banatoka, unaona vile. Bali kwa nasema mbona nishko nje kwa pawo vile, mbona nishko hayafika, unaona kama vile banaweza, kwa sababu banatupatia hivi, kisha wao banabakia na wani

Ndio maana mimi nasema tufanyizie ile iki sio tufanyizie kazi basi tupatie bibi kisha babakiane bwana pigo zetu zitakuwa sa aziko sawa nazo na ndio lakini pia haijalishi kuondoka kwa waasi wa FCM 23 katika mji wa Uvira hata pia kabila la Kenya Rwanda ambalo lilikuwa linakaa katika mji wa Uvira nalo pia limeweza kuonekana kuondoka kuacha makao yao kamilifu. Ndio maji na hasa satwelewe si vantuge tuiko bana kimbia nini batu ava valafunga ba, vidugire ima bajagi yote niyevo si atwelewe eh? eh? atwelewe kani vitukanimbona sa... si yatukuvakosiaka siatukukimbiakand tuna banyanganya

Nakwambia mama, ni sene mwa Uvira maako sisikie tu hivyo. Imeshuhudiwa hakika wanajeshi wa Kongo wa fardese, yani na wazalendo kuingia katika mji wa Uvira, lakini Jenerali Makanaki Kasimbira John ameweza pia kulivalia jambo hilo njugwa na kusema kwamba wanavyoingia Uvira, kwa hiyo watulize. Hawataki kabisa kusikia tena milio ya risasi katika mji wa Uvira, hayo yote yakiweza tu kuonyesha kuweka usalama kamili kabisa katika mji wa Uvira. Mzee Makanaki Kasimbira John aliweza kuyazungumza hayo hapo jana tariki 18 Jumapili, mwaka wa elfu mbili ishirini na sita. Uh, ni mimi kiongozi Makanaki Kasimira Jon ndio nawasalimu katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Uh, leo tuko siku ya Mungu tarehe kumi na nane. Uh, ndio napenda kuwajulisha na kuwaambia vema, nawasi sana nawasi sana, nawaomba sana uh, wa viongozi wote wa wazalendo wakiwa katika muji wa uvira Muwache kupiga masase kenyeji, tunaingia na viongozi yote. Uh, kiongozi Kuruninga, kiongozi Landa Bango, kiongozi Jana Lube, uh, kiongozi Kabaka, kiongozi Shenya, kiongozi Bravo, kiongozi uh, Mordekai, kiongozi Namtaga, kiongozi Kashumba na wengine viongozi wote, nawasi sana kwa muda huu waliosikia Mungu subuhi, nawasi sana gisi mkiwa katika muja Uvira, wa Uvira kama vile wakamanda na wasii sana sana sana sana. Ni mimi mtoto wenyu kiongozi wenyu Makanake Kasindika John. Na uh, muache mukataze watoto kupiga masase kenyeji katika muji wa Uvira, mu maeneo yenyu, watoto biko pale, bababa zenyu watogo zenyu biko pale. Mulinde sekurite na usalama, na muchunge mwingini mzuri, mukontrole mzuri, mukataze majeshi. Kila kiongozi akataze jeshi kupiga risase kenyeji ule jeshi wa kupiga risasi kienyeji unamupinire, unamupinire. Hapana, tusisikie tena mulio yoyote ya lisase katika muji ya Uvira, tusisikie mulio tena ya lisase. Na wasi sana wakamanda, na wasi sana viongozi, na wasi sana ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbiga John Kadandari, plisi plisi RFI, nawambia katika jina la Yesu Kristu mwa Nazareti na wasi sana, mufunge masefe, pasikuwe tena jeshi wa kupiga risase hovyo. Mufanye tu kazi, mukontrole mpito maveni, mufanye nini, muchunguze, chunguze jwa mamine mabombe, lakini musipige tena risase hovyo. Ule jeshi wa kupiga risase hovyo, munamkadiria nyinyi wa viongozi. Kila kiongozi apane mesaje kwa kila jeshi mwenye iko naye kila kiongozi apane mesaje kwa kila jeshi iko naye, pasiwe tena wakupiga risasi hovyo katika muji ya Uvira, hadi plane nzima asenti. Mungu awabariki, na ule mwenye kupata hii mesaje asukumie mwenzake, ule mwenye kupata hii mesaje asukumie mwenzake kuharaka sana, na wasihi sana. Katika jina la Yesu, hii mesaje wafike ndani, na Mungu atande hema afanye sikirite yake, kwa maana pekee yetu hatuwezi Mungu ndo mwenye kila kitu. Acha mkono wa Mungu ifanye kazi yake. Acha Mungu atende mirakle yake, kwa maana Mungu anatumika saa zote, anatumika kumwanzo, anatumika na kumwisho. Mwisho ndo mirakle yake inaonekanaka kama yeye ndo Mungu. Acha Mungu atufungulie kila kitu kwa uwezo na kwa mamlaka yake. Asante viongozi na watu wote, na wasalimu katika jina la Yesu Kristu mwana Nazareti. Mungu atubariki, na hii message ifikie kila kiongozi yoyote na mwenye anapata asukumie mwenzake mesaje asenti. Lakini pia gavana makamo wa jimbo Jean Jacques Elakano aliweza pia kulivalia jambo hilo njugwa, akuweza kabisa kukaa kimya na kuweza kushurutisha hali ya usalama kuwa vema kabisa katika mji wa Uvira. Wataki yoyote yule ambaye anaweza akaua mtu na yote yule anataka kuwa kabisa ngambo ya government ya Kongo, basi asiweze kuwa mtu, watu wawe uhuru, akiweza kumaanisha hayo kila kitu na mambuzi na nguruwe na gudron. Tulifanya hiyo message kama serikali ya mkoa. Sasa nao wasije wakaingia mwele matope ya pili, wasiue mtu yeyote, wasiue mtu yoyote wala kugusa kitu cha mtu. Tunawasii tafadhali, kama unapenda nchi unapenda serikali unapenda Rais Felix Tshisekedi unapenda wakuu wa mkoa na unapenda viongozi hawa wa kamanda wazalendo, tunawaomba wazalendo wasiingie mwele mjeshi. Nafikiria mipango inakamatika kwa leo, baada ya kikao ambao nimefanya kya conseil provincial ya sekurite, nahakikishia raia wa Uvira ya kwamba sekurite yote inakamatiwa kwa hii mida ya jioni, jeshi la FARDC wapema

ya provinsi yetu ya Sud-Kivu na ya nchi yetu ya Kongo. Hakuna mtu anayeweza kulazimisha mwingine kumtoa katika nchi ya Kongo. Hiyo tendo ambalo waliokifanya ni wale wa rugaruga, walianza kulazimisha ndugu zetu wa nyamulenge ya kwamba waondoke, waende. Lakini tunashukuru kuna wale wengi ambao walikataa, na tunaomba wazalendo ambao wanaingia, wasingie moyo pieshi, walinde watu wote mali na vitu vyao, wasiangalie kabila, wasiangalie sura. Hiyo ndio kusaidia serikali, hiyo ndio kusaidia gavana, na hiyo ndio kusaidia wakuu viongozi wa wazalendo wako ambao wamefanya kazi nzuri, na hiyo kazi ni lazima ikuwe rekompasiwa, sije wakajaribishia. Tumeisha maliza, tunatoka mbali, na tunawashukuru kwa yote ambayo yamefanyika katika kipindi hiki mjini Uvira. Pia kumeweza kuonekana kitu ambacho kimetatanisha na kuweza kumsumbua mchepe ambaye ni tajira naye isifika katika mji wa Uvira, akiweza kuongea na kuonyesha kwamba jambo ambalo waliweza kumfanyia, hususani raia wa mji wa Uvira, kuweza kuchukua vitu katika nyumba yake akikumpendeza na kuweza hata kulitangaza hilo akiwa mwenye kuonyesha huzuni ya kwamba wamemtendea kitu kibaya, ikiwa nyumba hiyo hoteli, yani nyumba ya wageni ambayo waliweza kabisa kuchukua mambo tofauti tofauti, akiwa mondani na hata wengine kutoka na milango na mambo mengine, yakiwa katika hoteli hiyo ikipatikana katika mji wa Uvira.

Kutokana na vyanzo vya habari vimeweza kushuhudia kuweza kabisa kuonyesha mara ngapi kama hoteli hiyo ambayo inaitwa kwa jina la Suzani kuweza kuchukuliwa mambo yake, imeweza kuonyesha ya kwamba wakati Jenerali Gasita alipofika hapo, walimpokea humo ndani na weza kuweza pia kushuhudia ya kwamba waasi wa FCM 23 walipoweza kuingia tena, walimpokea humo ndani ikiwa sababu madhubuti ya kuweza kabisa kuingia humo na kuchukua mambo tofauti yaliyo katika hoteli hiyo, lakini mengi vyanzo vya habari vinaweza vikashuhudia ha ndio maana wale kuibomola. Acha siri kujibie sasa wewe mwenye ulituma hizo voice. Bali bomola Suzanne sababu Suzanne Suzanne haiko ya Bakongomani, ni ya Banyarwanda. Ni ya Banyarwanda. Gasita likuya alifikia ku Suzanne. Yaani, mabaya yote zame zote za wakuua Bakongomani, kuchewa Bakongomani, unajua Suzanne bali wewe batu bangapi mwenye Suzanne? Bakongomani bali bakutia maisha maisha yabo mwale Suzanne. A, bana mimi hapa kwangu sitaki. Unakamata nafunga milango yote.

Wazi, zingine hoteli bomola, zingine akouaoma a kalundu bali kuichoma kwanza, bomole kibomolea chini, hakuna faida ki hoteli chako ki sudani ki ma ma batu ya muchepe balikuwa bana tweet kutubeba ku, kwa kinguvu sawa mambuzi ezinenda chinjwa, twende tubasutenire kama tunabapenda na hatubapendi. Tulikuwa tunakia kokotewa mwa avenue, kwa bingufu biko banakia banapita mwa avenue biko na kokota watu. Merili hama ikatoka kumeri, ikaamia msuzana hoteli. Sasa ilikuwa hoteli, ilikuwa biro ya meri. Sisi tunajua kama banabeba vitu mule, kama vile na beba vitu. Ni vitu vyabo vya meri. Njoo banatosha tosha mu biro ya meri, banabeba. Lakini aba kumupie mchepe kitu. Basi huo ni mwisho wa taarifa ya habari, ikiwa leo tariki 19 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Na nasema asante kuwa nami mwanzo hadi mwisho, lakini pia kwa kuweza kujiunga katika channel hii ikiwa huungaliwa mpya kabisa, na kubonyeza alama ya kengele. Gawia watu wengine wapate kufaidia habari zetu, na hivyo ni kuomba ya kwamba kaa chonjo, tutakutana tena wakati mwingine kwa mapenzi Bwana. Asante.